Boni Online TV. Jina langu naitwa Irene Gowelle, ni kaimu mkurugenzi wa mawasiliano na huduma kwa wateja wa Shirika la Umeme Tanzania TANESCO. Leo tumewaita hapa wanahabari kuweza kuwapa taarifa ya kampeni yetu, uh, ambayo inaanza rasmi leo ya kuhamasisha ulipaji wa madeni kwa wateja wa malipo ya kabla na baada lakini pia utoaji wa elimu ya miundombinu ya umeme katika kuilinda. Uh, kampeni yetu hii ambayo inaanza rasmi leo tarehe 19 ina imepewa jina uh, ya Lipa Deni, Linda Miundombinu, Tukuhudumie, ikienda sambamba na kauli mbiu ya Huduma endelevu huanza na wewe. Sasa, malengo ya kampeni yetu hii eh, ni makubwa mawili, la kwanza ni kuhamasisha ulipaji wa madeni kwa wateja wetu wa malipo ya baada. Kama mnavyofahamu TANESCO ina wateja ambao wameganyika katika makundi mawili, wale ambao wanatumia umeme na kulipa kabla na wale ambao wanatumia umeme na kulipa baada. Sasa tunayo changamoto ya uwepo wa madeni ya wateja wa malipo ya baada, kwa maana wateja wakubwa na wateja wa kati, ambayo tumeona ni vema tukitumia fursa hii kuweza kuwakumbusha na kuwahamasisha wateja wetu wote kwenye maeneo yote nchi nzima kulipa uh, umeme kwa bili zao kwa hiari, kwa sababu kumekuwa na limbikizo la madeni ambayo kwa sisi kama shirika yanatupa changamoto kwenye kuendesha shughuli zetu. Kwa hivyo tukaona ni wakati mzuri wa kuweza kuwakumbusha wateja wa malipo ya baada kuweza kulipa bili zao za ankara za umeme, lakini pia katika kundi hili Uh, zoezi hili litakwenda sambamba na msamaha wa riba. Kwa hivyo tumefungua uh, milango TANESCO kwa ajili ya kuzungumza na wateja na tutakwenda kuzungumza na wateja, lakini pia tunawapa fursa ya kuja ofisi TANESCO kwa lengo la kuweka mpango mezani ambao utasaidia kuhakikisha kwamba madeni hayo yanalipwa kwa msamaha wa riba kwa jinsi ambavyo tutakuwa tumekubaliana nao. Sasa pia Uh, katika kampeni yetu hii inawahusu pia wale ambao wana, ni wateja wa malipo ya kabla kwa maana ya mita za luku. Uh, katika eneo hili kuna wateja wale ambao walibadilishiwaga mita za zamani kutokana na, katika eneo hili kuna wateja ambao walibadilishiwaga mita za zamani, uh, na... Mita za zamani uh, wakiwa na madeni na yakahamishiwa katika mita za luku. Sasa pia tumeona kuna kusuasua kwa wateja kulipa kununua umeme ili kuhakikisha kwamba wanalipa yale madeni ya zamani ambayo walikuwa nayo. Kwa hivyo tukasema pia ni wakati wa kuwakumbusha uh, wateja wa kundi hili kuweza kuendelea kununua umeme ili kulipa madeni yao ya nyuma ambayo walikuwa nayo. Lakini katika kipindi cha kampeni hii pia tutakwenda sambamba na zoezi la ukaguzi wa mita za luku. Zoezi hili litafanywa kwa wateja wa kawaida na katika eneo hili tutakuwa tukiangalia tukifanya ukaguzi kuangalia mita ambazo hazifanyi kazi vizuri au zimeishi kwa muda mrefu na hivyo zinapelekea upotevu wa mapato. Lakini pia katika eneo hili kuna kundi la wateja baadhi ambao sio waaminifu, wamekuwa na tabia ya kuchezea mita. Kwa hiyo zoezi hili pia litawahusu wao kwa lengo la kuchukua hatua stahiki za kisheria kwa wale ambao watakuwa walikuwa na baipasi umeme, lakini vilevile eh, vile, kuhakikisha kwamba mita za wateja wetu wote za luku zinafanya kazi vizuri. Sasa kama nilivyosema um, zoezi hili linakwenda katika maeneo mawili, kampeni hii itahusu pia upande wa ulinzi wa miundombinu. Kama ambao mmekuwa mkishuhudia na kuona katika vyombo mbalimbali uh, vya habari kwamba kumekuwa na changamoto ya uh, uharibifu au uwizi wa miundombinu ya umeme. Na kwa sisi kama shirika pia tumekuwa tukipata athari katika eneo hilo hasa kwenye wizi wa uh, transformer. na kwa takwimu ndogo tu za kuanzia kipindi cha Juni 2024 mpaka Disemba 2024 tumepata takriban kesi 63 za uharibifu na wizi wa miundombinu ambazo uh, zimetupa hasara kwenye shirika kwa takriban milioni 770. Sasa uh, tukaona pia ni wakati mzuri tuwashirikishe wananchi kwa kuwaelimisha umuhimu wa kulinda miundombinu hii ili tuendelee kuweza kuwahudumia, na kampeni hii pia tutakuwa tukipita kutoa elimu hiyo, kwamba wasiogope wanaposikia au kujua kuna njama zozote za kuweza uh, kuharibu miundombinu ya TANESCO, watoe taarifa na tutawapa ushirikiano uh, ili tuweze kuhakikisha kwamba changamoto hii tunaipoteza kabisa. Uh, ulinzi wa miundombinu ya umeme ambayo ni ya umma ni jukumu la kila mwananchi, kwa maana uh, jukumu hili lipo kwa upande wa TANESCO na upande wa mwananchi na kwa wananchi kwa sababu athari za athari za e, uwizi wa miundombinu una athari, kwa kuwa miundombinu hii ikiharibiwa, maanake huduma ya umeme itakosekana. Lakini pia kwa shirika kama e, miundombinu hii napohujumiwa, sisi pia tunapata hasara, tunashindwa kutekeleza miradi mingine ya kuendelea kuwapatia huduma uh, wa Tanzania. Kwa hiyo uh, kampeni hii italenga kutoa elimu katika uh, upande huo wa ulinzi wa miundombinu na itafanyika nchi nzima ambako tutakuwa tukipita kwenye e, maeneo mbalimbali kuwashirikisha wadau na vyombo vya habari ili kutoa elimu ya ulinzi wa miundombinu ya, ya umeme. Sasa ningependa pia nitumie fursa hii kutoa rai uh, kwanza kwa wateja wetu ambao wana madeni Tanesco nchi nzima tunawakumbusha kulipa madeni hayo kwa hiari. Uh, ili basi sisi tuweze kuwezeshwa ku, kufanya shughuli zetu za kila siku kwa sababu madeni hayo yamekaa muda mrefu, na lakini ai kwa vile vile tumefungua mlango huu wariba, wa kuwa na msamaha wa riba basi waitumie fursa hiyo vizuri kwa hiari eh, kuweza kulipa madeni yao. Lakini pia nitoe rai kwa wananchi kwenye upande wa ulinzi ulinzi wa miundombinu uh, tunaomba ushirikiano wao uh, pale ambapo watakuwa wakipata taarifa za kusikia au kuhisi kuna njama zote za uharibifu wa miundombinu ya TANESCO kutoa taarifa TANESCO. TANESCO unaweza kutupigia namba yetu ya huduma kwa wateja 180, ya, ya bure bila malipo, lakini pia wanaweza kufika ofisi ya TANESCO au wakatoa waka taarifa kwenye vyombo vya dola. Na kwenye hili pia ni, ni, ni shukuru vyombo vya dola kwa kuwa tumekuwa nao na wameshirikiana nasi kwa sehemu kubwa, kuendelea kutokomeza hii hali ya wizi wa miundombinu ya umeme. Kwa hivyo kampeni hii ya Lipa Deni, Linda Miundombinu, Tukuhudumie inaanza rasmi leo na itafanyika nchi nzima na ni kampeni endelevu. Mwisho kabisa, nipende kuwakumbusha wateja wetu kutumia namba yetu ya huduma kwa wateja ya 180 ambayo ni namba ya bila malipo, lakini pia eh, niwakumbushe kutumia nishati safi ya kupikia ya umeme kwa kuwa umeme ni nishati nafuu zaidi jikoni na ni gharama nafuu, na kama ambavyo tumekuwa tukisikia viongozi wakihamasisha, uh, na sisi kwa kuwa TANESCO ni wadau wa uzalishaji wa umeme nishati ambayo nayo ni chanzo cha nishati safi ya kupikia, basi niwahimize Watanzania kutumia nishati safi ya kupikia ya umeme. Wasiogope, umeme ni gharama nafuu ukitumia vifaa sahihi vya kupikia jikoni. uh, kwa sisi kama shirika, upande ambao tunaathirika zaidi ni upande wa wizi wa transformer na kama nilivyosema katika kesi hizi 63 ambazo tulizipata kwa uh, kipindi cha kuanzia Juni 2024 mpaka Disemba uh, tayari kuna mashauri 8 yako mahakamani ambako watuhumiwa kadhaa wameshtakiwa wame kwa ajili ya kesi hizo za wizi wa miundombinu ya umeme. Kwa upande wa wateja TANESCO mpaka sasa ina wateja takriban milioni tano na laki nne, wateja wote nchi nzima, na wateja hawa wamegawanyika katika makundi tofauti tofauti. Kuna wateja wakubwa, wateja wa kati na wateja wadogo. Sasa madeni haya yako yapo ya, ya katika makundi yote haya ya wateja ambao ninayataja, lakini zaidi kama nilivyosema ni upande wa wateja wakubwa, uh, na wateja wa kati. TANESCO ni shirika linalotoa huduma na uwepo wa huduma unapaswa kuwa endelevu kwa ajili ya kuchochea uchumi wa nchi na kuwezesha shughuli za kila siku za wateja wetu. Kwa hivyo sisi kama shirika tumeona njia nzuri ni kuja kuwahamasisha wateja, kuwakumbusha kulipa kwa hiari madeni yao ambayo yamekaa muda mrefu ili kuweza kutusaidia sisi kuendelea kutekeleza shughuli zetu za kila siku bila mkwamo wowote. Ndio maana tukasema kauli mbiu yetu ni huduma endelevu huanza na wewe. Kwa hiyo tuna hii inalenga um, kuchochea mteja kuwa na mwitikio wa hiari wa kulipa madeni bila kushurutishwa ili pia aendelee kufurahia upatikanaji wa huduma ya umeme. Make your day. Right. Gilly Bonny Online TV Hupata habari mpya na kwa haraka kila siku. Usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.